Wakulima wa, wa kusini na ndio hali halisi ya wakulima wa Tanzania. Jasho ni la kweli, kazi ni ya kweli, gharama zote ni za kweli, na wengi wanaowaletea roso niko wapi ana. Ukimuuliza wewe, aai, una unatupata kwenye mbaazi au kwenye ufuta wewe unalima wapi ufuta au mbaazi? Hawezi, atakuambia, atakuitia na polisi yeah. Najua hiyo inaitwaje, Nyerere alikuwa anaita hivi zamani, siku hizi tumesahau hizo luha. Nyerere alikuwa anaita utaratibu huo unyonyaji, alikuwa anaita nini, unyonyaji Alikuwa anawaita, fanya alikuwa anawaita <laughs> yes, yeah. Yeah. Awa wanaofanya hivyo wanyonyaji, na mara nyingine alikuwa anawaita makupe. Nyezi, unajua kupe kazi yake kunyonya. Awa wanaowanyonya kwenye korosho zenu. Haya, twende kazi, koroke ngumi, twende

laya wa CCM hao wote hao watendaji wote wanaosimamia uchaguzi kwenye kata wako chini ya mkurugenzi. Mkurugenzi ametolewa na rais, analipa mshahara na rais. Hao sasa, hao sasa, ndio wasimamizi wa uchaguzi. Tunamwambia Samia, wewe umefanya kazi